Hello, habari za leo, naitwa Dr. Jimmy hapa. Bahati mbaya au bati nzuri, nilikuwa nafanya mazoezi, mtu mmoja akanipigia simu akawa ananiuliza madhara ambayo ya bawasiri. Je, bawasiri inakuwa na na madhara gani? Kwa hiyo hapo nitakuelezea madhara baadhi ya bawasiri ambayo unaweza ukayapata. Madhara namba moja kwanza inapelekea changamoto ya kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa upande wa mwanaume na mwanamke, hiyo ujue kabisa. Na nguvu za kiume kwa mwanaume zikipungua na bawasiri, basi jua ni changamoto hiyo. Lakini namba mbili, madhara kwa kina mama ni madhara ya kwamba inapelekea mwanamke ashindwe kubeba ujauzito na pengine akibeba ujauzito mimba huwa zinatoka. Hii ni changamoto ambayo pia inapelekea changamoto ya kushindwa kubeba ujauzito na mimba haikutoka. Uh, lakini madhara mengine ni kwamba mtu unatoa haja ile haja, yani unatoka kinyesi bila kujitambua, kwa sababu ile, uh, zile veins ambazo zinazuia uh, kinyesi kutoka, basi mara nyingi huwa zimepasuka na kulegea, kwa hiyo inapelekea changamoto hiyo kutokea. Lakini pia uh, madhara mengine ambayo utayapata ukiwa na bawasiri ni upungufu wa damu pelekea upungufu wa damu kwa wale ambao tayari wanapata choo chenye damu. Ndugu yangu, hii ni hatari. Mtu anakwambia anatoka choo kama vile nachinja. Dugu yangu, hiyo ni hatari, nakupelekea changamoto hiyo. Lakini pia a, sa, a, mazara mengine ni kwamba h inasababisha kansa kwenye njia ya kama uksikia, mtu na kansa ya mkundu, kansa ya njia ya, basi jua huyo mara nyingi anakuwa na changamoto hiyo ya bawasiri. Lakini pia mazara mengine ambayo yapo ni kwamba kupata maumivu makali na miwasho. Yale maumivu makali yanatokea vipi? Kwa sababu ile mishipa ya zile venzi zinakuwa tayari zimeshalegea na kupasuka, kwa hiyo zikishapasuka, unaweza ukawa, uh, unapata changamoto hiyo, ya, ya maumivu makali miwasho, lakini kushindwa kukaa vizuri, yaani mtu anakaa kama vile, uh, anajiogopa. Lakini uh, madhara mengine ambayo utayapata endapo utashindwa kutibu, uh, kutibu changamoto hii Uh, ya bawasiri na uh, ambayo tumeshataja ambayo ni ule upungufu uh, wa, wa, wa nguvu za kiume kwa mwanaume, kwa mwanamke uh, ni kukosa uh, ile hamu ya tendo la ndoa. Haya ni baadhi ya madhara, lakini pia uh, usipo yatibu mapema, utaweza uh, kukupa uh, changamoto kubwa uh, baadaye. Wengi wamezulika na changamoto hii na wameona ugonjwa ni waaibu, lakini ukumbushe au uh, ugonjwa Asiyo waaibu, wa aibu ni ugonjwa ambao, sema unaumwa nini, ili uweze kusaidika. Ndio maana mara nyingi dawa yetu inaitwa Pailkea imekuwa nzuri kwa sababu Pailkea inayoisha uvimbe wa ndani inayoisha uvimbe wa nje, lakini pia inaimarisha mfumo wa meng'enyaji wa chakula. Ndio maana mara nyingi huwa zinakuja dawa za aina tatu. Aa, kitu kingine ambacho kinafanywa ni kuimarisha zile veins ambazo zinakuwa tayari zimeshapasuka, zimeshatereza, zimesha na kupasuka. Ndio maana imekuwa ni dawa ambayo inaleta matokeo kwa haraka na dawa ambayo inakuwa inafanya vizuri zaidi, waliotumia wana matokeo. Kwa hiyo kama unateswa na bawasiri, basi tumia paelekea itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Sisi tunapatikana Mwanza, kwa mikoani mnaagiziwa um, kwa kwa basi au ndege, tunaagiza kwa uaminifu mkubwa. Kama una changamoto yote, basi tuulize hapo chini, na sisi tupo tayari kwa kukujibu wewe. Karibu, na Mungu akubariki. Pole kwa posti hii, kwa kwa hii sababu nipo kwenye chumba cha mazoezi, niko nafanya mazoezi kwa hiyo bidii niwapostie hii ili muweze kuipata.